Mungu amekuwa mwaminifu sana kwa ajili yetu kwa ajili ya tendo hili la ubatizo ambao tumefanikiwa leo hii tarehe kumi na nane katika Yordani yetu hii hapa Didia kwa kanisa letu la Tanzania Assembly of God Glory to Glory Kisen Center. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya idadi kubwa ya watu waliomgeukia Mungu na kuyakimbia maisha maovu, kukimbia shetani na kazi zake lakini kumpokea Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yao, na wamekubali kumuishia yeye na kutumika katika njia zao njema. Pamoja na kwamba shetani amewaburuza katika maisha maovu, lakini sasa Yesu wamewafanya kuwa viumbe vipya. Ya kale yamepita, tazama, amekuwa mapya. Tendo hili la ubatizo wa siku hii ya leo, tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwamba leo hii vimefanyika viumbe vipya. Bwana ameleta ukombozi kwa ajili ya ndugu hawa wakina dada wakina mama mabinti hawa bwana amefanya jambo kubwa sana la uzima tele kwa ajili ya maisha yao hivyo kwa kweli sisi kama kanisa la tanzania tanzani tunamshangilia mungu kwa tendo hili kwamba bwana amefanya yeye ni Ebeneza. tuna bado tunamtaka bwana na nguvu zake akaendelee kusimama na kanisa hili akaendelee kulinua katika viwango na viwango kama jinsi ambavyo kanisa hili linaitwa glory glory to glory Christian center tunamwamini Mungu ni Mungu wa viwango, ni Mungu anayembadilisha mtu kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine na kumuongezea hatua kwa hatua, kwa Mungu anabariki. Ni aini hatua ya kwanza ya ubatizo, lakini kuna hatua ya pili ambayo Roho Mtakatifu anakwenda kuifanya juu ya ndugu hawa katika kuwainua na kuwakuza kiroho siku hadi siku hadi ukamilifu wake Mungu hata siku ile ajapo, katika jina la Yesu Kristo, ninamshukuru Mungu katika hili. Ninakubariki mpendwa wao uliyefuatilia uh, ubatizo huu, na nakutangazia bado Mungu na wewe anakupenda. Karibu sana Grow to Glory Christian Center, hapa didi ya Shinyanga. Ubarikiwe na Bwana.